Viongozi wa jamii kama viongozi wa serikali, e Bwana, inaomba toba na neema mbele za uso wako e Bwana, mahali ambapo walifanya maamuzi yanayoumiza wananchi e Bwana, kwa, kwa kutokujua Mwokozi, tunaomba neema, neema rehema mbele za uso wako. Wao ni wanadamu, mekoz wa milele, usiangalie uovu wao, usiangalie dhambi zao e Bwana, katika jina la Yesu Kristo amate. Ewe Mungu mtakatifu, tunaomba msamaha wa dhambi mbele za madhabahu yako e Bwana, kwa kila uovu unaotazama kwenye nchi yetu ya Tanzania. E Mungu mtakatifu, tunakuja mbele za uso wako, ninaomba toba na neema kwa ajili ya serikali ya Jamhuri wa Tanzania. Mungu, tunaomba toba na neema mahali ambapo Mungu, kama serikali tumekukosea. E Bwana, sisi tu wanadamu tu, kazi ya mikono yako, hatuna ukamilifu wowote. E Bwana, tunaomba toba mbele za uso wako e Bwana, mahali ambapo tumekukosea e Bwana, kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tukafanya maamuzi ambayo sio sahihi e Bwana, e Mungu mtakatifu, tunaomba toba na neema kwa ajili ya kiti cha spika e Bwana na viongozi wote wanaongoza bunge hilo e Bwana, tunaomba toba na neema mbele za uso wako e Bwana e Mungu mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya vyombo vya sheria e Bwana mahakama, Mungu mtakatifu, na vyombo vyote vinavyoamua haki ya Mtanzania e Bwana, tunaomba toba na neema mbele za uso wako e Bwana e Mungu mtakatifu, tunaomba rehe Neema na neema, kwa ajili ya vyombo vyote vya usalama katika nchi ya Tanzania e Bwana, mahali popote tumekukosea e Mungu, tunaomba toba na neema mbele za uso wako e Bwana. Mungu ni Mungu uliyesema ya kwamba mimi na mimi ndimi niyafutaye makosa yenu kwa ajili yangu mwenyewe. Wewe ni Mungu uliyesema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba na kuziacha njia zao zilizo mbaya e, Bwana ulisema utaiponya nchi yao. Wako wachache wa Tanzania tumesimama mbele za uso wako, utuhurumie na utusamehe. E Bwana, ninaomba toba na neema mbele za uso wako. E, Bwana, kwa ajili ya vyama vya siasa. E, Bwana, mahali ambapo tumekukosea tumetetea maslahi ya vyama vyetu, e, Bwana, badala ya kutetea Maslahi ya Watanzania e Bwana, e Mungu, tunaomba toba na neema. Tumeipenda chama kuliko kuipenda Mungu Mtakatifu. Taifa letu tunaomba toba na neema, kwa ajili ya vyama vyote vya, vya siasa vilivyoko katika nchi e Bwana, tunaomba toba na neema mbele za uso wako e Bwana, e Mungu Mtakatifu, mahali ambapo hasira yako imewaka kwa ajili ya taifa letu tunaomba msamaha. Alambi. Uchurunie e Bwana, kumbuka rehema, kumbuka neema e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai al. e Mungu mtakatifu, ninamwinua e Bwana, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hasani, e Bwana, kwenye madhabahu yako ya neema, e Mungu mtakatifu, ninasimama nikinyanyua, nikinyanyuwa mikono yake kwenye madhabahu yako e Bwana ninaomba mtetee na kumpigania, usimwache, Mokozi wa milele. Ninajua ya kwamba Mungu mtakatifu, kuiongoza taifa hili ili ni ya changamoto, e Bwana, na ina gumugumu wake. Tunaweza tukamlaumu kwa namna mbalimbali, lakini hata sisi tungewekwa kwenye nafasi ya e Bwana, sijui tungelia. Mwache Mokozi, Mungu naomba msaidie na, msaidi, na ukamtetee e Bwana, mpe hekima na maarifa e Bwana Mungu uliyemtetea Sulemani ukamtetea na Daudi ukamtetea, Mungu mtakatifu na Musa naomba ukamtetea na, na kumpigania Mokozi na mola wa milele. Tunaomba mbele za uso wako e Bwana kwa ajili ya makamu wa rais na waziri mkuu e Bwana ukawatetea na kuwapigania e Mungu mtakatifu. Mawaziri wote na manaibu waziri tunaweka mikononi mwako e Bwana kuwapigania e Bwana Mungu mtakatifu, tunaachilia damu ya Yesu kwenye viti wanavyovikalia e Bwana, inaachilia neema yako Shuya, e Bwana, ukasema ya kwamba mue mfalme uko mikononi mwa Mungu na atauelekeza kokote anakotaka, kama mifereji ya maji, ukaielekeze mioya kwenye madhabahu yako e Bwana, ukaielekeze

Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. E Mungu mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa, e Bwana, na viongozi mbalimbali katika taifa hili la Tanzania. Wewe ambaye umewapa mamlaka, naomba ukawasaidie na kuwatetea, e Bwana Mungu mtakatifu. Wape neema ya kukujua wewe, wape neema ya kutembea kwenye makusudi na mapenzi yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. E Mungu mtakatifu, mwaka huu kwetu wa Tanzania ni mwaka uchaguzi. Mungu mtakatifu, tunaomba neema mbele za uso wako. E Bwana Mungu uliyetutetea katika miaka iliyopita, tunaomba ututetee na leo katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, tunachoomba ni amani katika nchi yetu. E Bwana, wewe ukasema ya kwamba amani yangu nitoavyo si kama ulimwengu itoavyo. E Bwana, tunaomba amani katika E Bwana ile kwamba, Mungu mtakatifu, tuna vyama vingi kwenye nchi, isiwe sababu ya kuvuruga taifa letu. E Bwana, tofauti tulizonazo katika fikra na mitazamo na Mungu mtakatifu, namna mbalimbali tulizonazo e Bwana, isiwe sababu ya kugawa taifa letu. E Bwana, tunaomba ututetee na kutupigania, Mungu uliyeunganisha makabila mia moja na kichwa ukatufanya kama watoto wa baba mmoja tukawa tunaongea lugha moja, utuunganishe Mungu Mtakatifu, damu ya Yesu ikamene mema kwa ajili yetu, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu Mtakatifu, wako wanaosubiria anguko la Tanzania, usiwafurahishe maadui zetu, Mungu Mtakatifu. Tulitajwa kama kisiwa cha amani, tulitajwa Mungu Mtakatifu, kwa mambo yaliyo tunaomba utusaidie e Bwana, neema yako Mokozi ikawepo mopezwa milele, wakati wa uchaguzi na wakati wa kampeni. Bwana Yesu ukaonekane, Mungu mtakatifu katikati ya changamoto zinazoonekana sasa. Ee Mungu, ukawe msuluhishaji wetu ukawe mtengenezaji wetu, e Bwana, ukafanye njia mahali hapanda ambapo hakuna njia, wewe ambaye ni mpatanishi wetu kwa mtu wa msalaba ulitupatanisha E Bwana, tunakusii katika jina la Yesu, ukawapatanisha E Bwana wanasiasa, ukawapatanisha E Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai, haki na amani ikaonekane E Bwana, katikati ya taifa letu E Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai, Mungu mtakatifu uliyefanya awamu ya kwanza na awamu ya pili na awamu ya tatu na awamu ya nne ukafanya na awamu ya tano ufanye na awamu ya sita, e Bwana, mara tena macho ya Watanzania tunakutazama wewe, e Bwana, utusaidie Jehova katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu za giza roho zote za mapepo zinazonyemelea taifa letu la Tanzania inayotumia viongozi inayotumia wanasiasa, ni malango yote yaliyoachwa wazi, tunapiga hiyo malango kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mapepo na majini mnaotaka kuleta hali mbaya kwenye taifa letu, maandiko nasema pando lisilopandwa na baba wa mbinguni lichang'olewa, lichang'olewa. Tunang'oa, tunang'oa maneno yaliyoachiliwa juu ya taifa la Tanzania, tunang'oa hayo maneno kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Walisema ya kwamba Watanzania watamwaga damu. Hatutamwaga damu, kwa damu ya Yesu tutabadilishana uongozi kwa namna ya amani, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kuanzia madiwani paka wabunge paka raisi, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mikakati inayopangwa kuzima roho ya utoaji wa sadaka kwa miungu mingine, kafara za wachawi, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninavunja na kuharibu madhabahu inayezuia uongozi wanaotoka kwa Mungu aliye hai. Napiga hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia damu yako kwenye mipaka ya Tanzania, ninaachilia damu ya Yesu kwenye ofisi zote za serikali na ofisi zote za vyama vya siasa katika jina la Yesu. E Mungu hai yule, yule mgombea yote atakayekwenda yo kwa waganga ili apate kura, uso wake tunaupaka mavi kwenye ulimwengu wa roho, asikubalike na wananchi kwa damu ya Yesu. Mtu yeyote atakayepanga yo hila juu ya taifa letu, Mungu huyo afutilika tunamfuta mbali, tunampeperusha kwa upepo wa kisulusuli kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tunaifunika serikali na damu ya Yesu, tunafunika bunge na damu ya Yesu, vyombo vyote vya usalama na mahakama na vyombo vya sheria tunafunika na damu ya Yesu. Mungu peke yako ukakamate vinywa vya wanasiasa, wasilete lugha ya uchochezi na lugha ambayo italeta karaa kwa Watanzania. Achilia maneno yaliyokolea munyo yatakayoleta uzima na afya kwa watanzania kwa damu ya Yesu. Maneno yaliyotamkwa kwenye majukwaa ya siasa, kwenye majukwaa ya makanisani, tunafuta hayo maneno ya laana juu ya taifa letu. Tunaitakia Tanzania amani. Hebu kwa maneno machache itakie Tanzania amani, itaki, itamkia amani, itamkia amani. Kwa maneno machache tunaitamkia amani Tanzania, tunaitamkia amani kwa damu ya Yesu. Ninaitamkia Tanzania amani kwa damu Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai itamkia amani hebu omba omba omba omba omba kamata ardhi. kamata ardhi kamata ardhi. itamkia amani itamkia amani. itamkia amani shika huo udongo wa Tanzania tamkia amani itamkia amani usemeshe futa maneno yote yaliyotamkwa kwenye mimbara kanishani ya kwamba nchi itamwaga damu futa hayo maneno yaliyotamkwa na unasiasa tafuta futa hayo maneno kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaitamkia Tanzania amani. Tanzania ni nchi ya amani, haya maneno yatakaa kwenye ardhi. Watu wake wanapendana bila kujali itikadi za dini zao, bila kujali za itikadi za siasa, katika jina la Yesu itikadi na vyama vyao, kwa damu ya Yesu itamkia amani. Endelea kuombea Oliani sasa, omba kwa ajili ya Oliani uwe mji wa heshima, heshima ya Oliani irudi, heshima ya Yesu, heshima ya Uliani irudi, heshima ya Uliani irudi katika jina la Yesu. Uliani ni mji ambao umeanza na Nairobi, ulianza na Nairobi, leo Nairobi ni jiji. Uliani pamekuwa mahame hapa, na kwa kuwa na wacho ya zamani, kulikuwa na magari yanaanzia hapa yanaenda mikoani. Kwa nini Uliani imesimama namna hii? Kwa damu ya Yesu, rudisha heshima ya Uliani kwa damu ya Yesu hai. Serikali ikumbuke Uliani, serikali ikumbuke Uliani. Heshima e ya Uliani irudi, heshima ya kahawa irudi, heshima ya kahawa irudi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Rapo kosaka, rikanda rabakoria, rabo saka rabakoria basanta. Reke kesheke naachiria damu ya Yesu. Juu ya ardhi ya Uliani ilikuwa mji wa biashara. Hospitali ya wilaya ilikuwa hapa kwa damu ya Yesu heshima yake urudi katika jina la Yesu. Heshima ya e Uliani urudi katika jina la Yesu. Ili ilishawahi kupata barabara ya lami, heshima yake urudi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ibarikiwe Uliani, ibarikiwe Karatu, ibarikiwe Arusha, ibarikiwe kanda ya kati, ibarikiwe kanda ya kaskazini, ibarikiwe Tanzania katika jina la Yesu. Sante Mungu kwa sababu unasimama kwa ajili ya utukufu wako. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono wako kifuani, simama tuombe kwa ajili ya yale mahitaji yako, baadaye nikiingia kwenye neno, naomba kwa ajili ya yale mengine yaliyobaki. Shika sadaka yako mkononi, shika sadaka yako mkononi, tunajumlisha na yale mahitaji yako. Tunapomaliza maombi haya ya taifa na maombi ya eneo, tumalize kabisa na tuwatolee sadaka. Sasa tunapotoa sadaka weka na weka na mahitaji yako hapo. Naona tutazama kwa njia ya YouTube tulikuwa kwenye maombi ya kuombea taifa, na mimi umebarikiwa. Na namba zetu za sadaka ziko hapo chini, unaweza kusimama pamoja nasi kwenye maombi haya ya taifa, ukatoa sadaka yako kupikia namba hizo ambazo zinapita chini ya skrini, na Mungu atakubariki sana. Aa, tunaunganisha maombi haya na sadaka zetu, na tunapoibariki Tanzania omba kwa ajili ya mahitaji yako, shika sadaka yako mkononi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, asante kwa ajili ya sadaka za watoto wako. Sadaka hii tunaunganisha na maombi haya ya taifa la Tanzania, kama walitoa sadaka ili kwamba Tanzania tuharibikiwe, mambo yetu yasifanikiwe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, sisi tunasimama na damu ya Yesu na tunasimama na sadaka juu ya amani ya Tanzania na juu ya kwamba tutashinda vizuri kwenye uchaguzi, tutavuka tutaenda salama, viongozi watapatikana salama kwa ajili ya utukufu wako, e Bwana. Maombi haya tunaambatanisha na sadaka hizi e Bwana, maana ulisema ya kwamba niitieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa njia ya sadaka. E Bwana, sadaka hii e Bwana inene kwa ajili ya viongozi wetu. Sadaka ikanene e Bwana kwa ajili ya uchaguzi, sadaka ukanene kwa ajili ya vyama vya siasa e Bwana vilivyoko katika nchi e Bwana, sadaka ikanene kwa wagombea sadaka ikanene e Bwana kwa ajili ya mifumo katika nchi hii e Bwana, katika jina la Yeshua. Wako wanaonena juu ya sadaka zao kwa ajili ya biashara, wako wanaonena e Bwana, wanataka kutoka kwenye madeni Una Saidia taifa la Tanzania, kumbuka yule mama. Unaposaidia e Bwana, Mungu mtakatifu, Tanzania, kumbuka watoto wa yule mama, katika Ka jina la Yesu. Unaposaidia Tanzania, kumbuka yule anayenena kwenye sadaka yake, e Bwana, kwamba anataka ajenge, anataka atoke kwenye madeni, anataka watoto wake wapate ajira, anataka atoke kwenye ugonjwa, anataka aolewe, anataka aowe, e Bwana, e Mungu mtakatifu, kumbuka ya watoto wako endelea kuomba endelea kuomba maleza, eBwana, wanataka Mungu akufanyie nini? karawosa karabakorya ikangarabakorya wako ambao e Bwana unatutazama e Bwana kwa njia YouTube e Bwana na Mungu mtakatifu, unapopita na kutazama video hizi e Bwana nguvu zako za uponyaji nguvu zako za miujiza ikawe juu yao e Bwana wale wanaachilia sadaka zao Mungu mtakatifu hizo sadaka zikanene e Bwana kwenye madhabahu yako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako leo inua e Bwana, wana mizigo na familia za kwao, wanalia kwa ajili ya ndugu zao, wanaweka sadaka ya kwamba ndugu zao waokoke, wananena mbele za uso wako ya kwamba waume zao wabadilike e Bwana, wakujue Mungu wa kweli na Yesu niye mtuma. Tazama hiyo sadaka na maneno wanayonena juu ya sadaka hiyo e Bwana, wako wanaonena Bwana, ndugu zao ni wagonjwa. Yesu sikia, kwenye madhabahu yako e Bwana, katika jina la Yesu wako wanaolia, hawajui waume zao wako wapi. Mungu mtakatifu, naomba sadaka hiyo ikanene kwa ajili yaiyo ndoa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yuko anayelia, Mungu mtakatifu, anachumbiwa, anaachwa, e Bwana, analia kwenye madhabahu yako, na hayo ndio maombi yake, katika jina la Yeso, yuko ana elia anataka ajira. E Mungu, ukamsaidie katika jina la Yoswa Kristo wa Nazaret aliye hai. Yuko na elia watoto wanatoroka hawaendi shule. E Bwana msikie, e Bwana katika jina la Yoswa msikie na huyo ambaye analia e Bwana anavita ufisini. Baba ukamsaidie, vita vya kwake vika vita vyako e Bwana kandarabosaka rikandarabakoryarobo kandara boshaka isadaka inapofika kwenye madhabahu yako inene kwa ajili yao katika jina la Yesu. Nami nakutamkia Mungu akupe haja ya moyo wako, Mungu akupe haja ya moyo wako, akutetee Mungu mwenyezi na akupiganie, akuinue, akutoe mavumbini, utoke kitandani mgonjwa, na ukanyanyuke. maradhi na magonjwa yasitajwe kwako tena katika jina la Yesu. Hayo madeni yasitajwe kwako tena, roho ya kukataliwa isitajwe tena kwako katika Ka jina la Yesu. Mungu akupe Mungu akupe, azikumbuke sadaka zako, azikumbuke sadaka zako na akupe sawa sawa na haja ya moyo wa kwako katika Ka jina la Yesu. Pigie Bwana makofi na shangwe. Karibuni kila mtu kwa hiari ya moyo wake alete sadaka yake, mpaka kule mliokaa kule nyuma Usimfuate mtu kupeleka sadaka. Sisi hatujaja kufuata sadaka huko, tumekuja kutafuta mioyo ya watu. Mtu adaka yake kwa hiari yake, kile anachopenda, leteni hapa.